wangu kwenye kipindi chetu cha maswali na majibu kuhusu imani yetu inajibu maswali mawili yaliyotokana na mafundisho ya yaliyotangulia. Ningependa wale ambao waliuliza, kama hawapo basi, Wa sikia popote wanapoweza kusikia swali. So, la kwanza niliulizwa na wasikilizaji wa mtandao wetu, ambao kuna ndugu hapa kasis ambaye anafanya kazi hiyo kuwa na rekodi na kusambaza, o na wengine kutoka mbali sana, uo wanafuatilia na wameuliza maswali mawili penda kuyajibu na anayesikia na, na, na atakaye fuatilia atapata jibu.